Ya leo kuanza hivyo, tumeenda kwenye lugha ambayo Faraani siku zote anaita lugha ya haba, aha, lugha ya mahaba. Aha, assalamu alaykum. Wa alaykum salam. How are you? Alhamdulillah. Mm, nashukuru mm -hmm. Mungu mm -hmm. na kwa neema kubwa ya uhai kabisa. Cha kwanza mm -hmm. kabla hujalaumu vitu vingi sana mm -hmm. cha kwanza anatakiwa uappreciate utajiri wa uhai. Hicho ni kitu hmm. cha kwanza kwa sababu gani? uh -huh. sababu kabla hujalaumu kuswela, uh -huh. mbuka, leo umeamka ujaenda kubadili damu yeah. wa laki tatu ujatumia uh -huh. nauli kwenda Muhimbili hospitali hicho, uh -huh. ni kitu cha kwanza cha kushukuru na uh -huh. huwa nasema unaporudi nyumbani usiku, remember to put your slippers under the bed oh, yeah. yaani weka ndala zako viatu chini ya kitanda uh -huh. ili

unashukuru kwa mm. kufika salama nyumbani na kupambana na, mm. kupambana na majanga mbalimbali mm. Lakini utakapoamka itabidi uiname tena uchukue vitu vyako mm. mm. Pia unatakiwa usema alhamdulillah kwa kuiona siku, siku nyingine, nyingine. Yeah. Na mapambano yanaendelea kama bado tuko hai, Aziza, hakuna mm. uchawi kabisa tumekuwa na weekend jema ambao tunaamini hata wewe pia umekuwa na weekend jema. Ijumaa tuliachana vyema hapa, lakini leo Jumatatu uh, tumerejea tukiwa salama, kitivo kimesheheni na time hii ndo tunaanza rasmi safari yetu. Tatu kamili itakuwa ni time ya kuweka nukta, ambapo baadaye pia kwenye tochi tutakuwa tuna mengi ya kuyafahamu, lakini kwa sasa kitivoni, karibu tuketi, sauti ya TV yako iwe juu, kwa sababu tuna mengi ambayo tutaenda kuyafahamu muda huu. Mimi ni Ziza Malik Farahani Kiham, kulima kutokea Morogoro, yuko hapa lakini kwa kuanza kabisa ni kuambie leo tunao geni kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kwa kushirikiana na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa uh, kwa Afrika, pamoja na sekretari ya Jukwaa la Utawala wa Mtandao wa Afrika, inakuwa mwenyeji wa kongamano la jukwaa la mkutano mkuu wa kumi na nne wa Afrika wa jukwaa la utawala wa mtandao IGF utakaofanyika Tanzania. Mijadala katika jukwaa hili itajikita kwenye masuala muhimu ya TEHAMA, sera za mtandao, miundombinu ya TEHAMA, ulinzi wa mtandao akili unde teknolojia zinazokuwa na ukuaji wa uchumi wa kidijitali barani Afrika. Tuko hapa na wageni wetu Farhani na tuko na Mr. Leo Magomba ambaye ni mkurugenzi wa miundombinu ya TEHAMA pamoja na ndugu Yusuf Kileo mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya, ya kidijitali, na hapa tutazungumza nao kufahamu zaidi kuhusiana na kongamano hilo. Karibuni sana central Sentro yetu ni amani jamani, naamini um, amjaulizwa um, um, <laughs> huko chochote, amjaambiwa mwache chochote, mmekaribishwa karibuni sana Clouds. Asante sana, sana. Habari za huko mtokako. mtokako. Namshukuru Mungu ni njema. Bwana Yusuf, habari za huko? Ah, salama, tunamshukuru Mungu ah, mazuri ah, kazi zinaendelea kwa kweli tunashukuru, tuna, tuna, tuna na tunafarijika kuwa na nyinyi leo, lakini kikubwa pia tunafurahi kuona kwamba Tanzania imeendelea kuwa mwenyeji wa mikutano mingi mbalimbali mbali, hapa tumekuwa tuna hosti wageni mbalimbali, lakini sasa natamani kufahamu kutoka kwenu kuhusiana na kongamano hili yeah. Karibuni, nianze na mkurugenzi. Ah, asante sana mm -hmm. oh. Kama ulivyotangulia kusema ni kwamba mm. Tanzania tutakuwa mwenyeji wa mm. mkutano muhimu kabisa wa masuala ya tehama mm. unaitwa Internet Governance Forum mm. E, mkutano huu ni kwa, ni jukwaa ambalo linawezesha majadiliano ya pamoja, e, kwa watu mbalimbali wakiwemo watunga sera e, mashirika ya umma mashirika binafsi taasisi za serikali mo, taasisi za serikali na taasisi binafsi pia wote kwa pamoja, pamoja na wadau wengine kujadili masuala yanayohusiana na internet, usimamizi wa internet pamoja na zile teknolojia za kidijitali. Kwa ni mkutano ambao unakutanisha wadau mbalimbali, ili kudadavua sasa, kwa pamoja mustakabali wa Afrika kwenye maeneo hayo eh, kama ulivyosema zipo, zipo topic mbalimbali maeneo kama matano hivi eh, tutakuwa tuna dadavua kwa pamoja kuangalia tuko wapi, nini kifanyike, eh, kuna changamoto zipi, lakini sisi kama Afrika, sauti yetu nataka nini kifanyike huko mbele, mm. Tunaenda kwenye mkutano mkubwa wa dunia, tunatoka na sauti moja hapa. Tunataka kwenda kwenye mkutano wa dunia mm. tuujua na mustakabali wetu sasa, tukauelezee vizuri kule mk mm. mk mk mk mkutano mkubwa wa dunia. Before sijamkaribisha Farahani, mkurugenzi, unadhani wameona nini kuamua Tanzania iwe mwenyeji sasa kwa kuhusiana uh, na mkutano huu wa jukwaa hili um, ya likuwa ni maombi mm. uh, ambayo nchi zilikuwa zinaomba, ilifanyika mwaka jana kwa tulikuwa tunapeleka express expression of interest mm -hmm. Unajielezea kwamba uko uh, tayari kwa ajili ya mtano, na wao wana wanapima ukiangalia uh, hali uh, ya nchi ilivyo, mambo ya amani, diplomasia ya nchi ilivyo, utawala wake ukoje, inaweza kasapoti nini kwenye huo mkutano mm -hmm. Kwa vigezo vile vyote ambavyo uh, vilikuepo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye expression of interest, sisi tumeweza kuvimiti na katika ombaji basi basi Tanzania tukateuliwa mm -hmm. Eh, kwamba tuwe mwenyeji sasa wa mkutano huo wa, Mm. wa mkubwa wa Afrika. Mlipata Mm. nafasi labda ya kujua maombi yalikuwa kutoka nchi ngapi mpaka tuka, tukaamua sisi tukapewa sisi tuwe wenyeji hapana, tukuweza kuchungulia ndani, kwa sababu mm. unajua ilikuwa e, ni siri <laughs> ya, e, kwa sababu mkutano wa umoja wa wa mataifa mm. UN mm. e, ambao unasimamiwa na UN, lakini mm. pia na umoja wa Afrika mm -hmm. pale wenyewe ndio walikusanya wali, wali maombi wakapima mm. wakachagua Tanzania kwa mm. kwa tuliopewa habari kwamba katika mchakato basi mm. E, nyie ndio umepata nafasi ya kwenda kwa mkutano huo farani. Karibu K kuna kitu hapa nimekiona ni kwamba mkutano mkuu wa 14 wa Afrika wa jukwaa la utawala wa mtandao. Ndio, ndio. Utawala wa mtandao ni nini? Unakuzungumzia utawala wa mtandao, tunazungumzia usimamizi wa mtandao, hapa tunaangalia sera, kanuni, udhibiti, matumizi ya mtandao kwa ndio masuala ambayo yanaangaliwa mali hapo, lakini ndani ya mtandao kuna fursa nyingi. Unajua, unapozungumzia mtandao au tuseme internet eh, kwa lugha nzuri nyingine, wengine usio mtandao anaweza kutokea, lakini nasema hapo tunazungumzia internet yenyewe, mm. Internet ina fursa nyingi ndani yake, eh, kuna teknolojia nyingi za digitali ambazo zina ambazo zinafanya kazi ndani ya internet. Tuna mambo ya kilimemba, unazungumzia masuala ya usalama mtandao, kuna mambo mashirikiano, lakini pia kuna uchumi wa kidigitali. Haya yote pamoja sasa E, yapo ndani ya swala zio la mtandao lakini pia upatikanaji wenyewe tu wa huduma ya ya internet kwa watu wote na kualika yote bila kuangalia maeneo au watu wanaishi wapi, ko ni swala ambalo linaangalia tutafanyaje internet ipatikane kwa watu wote, lakini sio internet ipatikana tu, lakini ni bora e, maana wanasema ITU ambao ni shirika la mawasiliano duniani, litengeneza definition ya kusema kwamba nini useme kwamba hii ni internet ya uhakika. Ni internet ambayo ni salama, inapatikana maeneo yote lakini pia yenye gharama nafuu. Kwa hiyo kuna vigezo vimewekwa pale, lakini pia ni bora, na ubora unaangaliwa. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo tunaangalia sasa, tunaangalia sisi Afrika tunafanyaje kuwachiva vio vitu na huduma ambao sitakaa ndani yake, ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza jumuiya ambayo ni salama duniani ambayo inaweza kutumia TEHAMA eh, katika katika kufanikisha masuala ya kiuchumi na kijamii kwenye swala zima la utawala wa kimtandao, kwa sisi kama Tanzania tumepiga hatua kwa kiasi gani? Eh, Tanzania hadi eh, sasa hivi tukiangalia tu kwenye swala la miundombinu ya kwanza eh, ambayo, ambayo inawezesha saa hii huduma nasema huduma ya internet ya kasi au, mm -hmm. anasema broadband sawa. Kwa upande wa broadband, Tanzania sasa hivi tuko asilimia 91 ya maeneo ya watu kwenye kufanya makazi ya watu, upatikanaji wa huduma hiyo ya internet mm -hmm. ni asilimia 91, lakini ko, kuna eneo sasa la nchi yake, unajua kuna maeneo yanakaa watu na kuna maeneo ambayo hawakai watu. Lakini ukipima kwa ile jiografia yote eneo lote la, la Tanzania tu kama asilimia sabini na nne. Kwa mm -hmm. Lakini kuna eneo la kazi ya watu tumefika asilimia tisini na moja. Kwa teknolojia hapa naangalia hapa ni ile ya 4G ya mtandao wa kasi. Lakini hizi nyingine kuna kuna 3G tuko asilimia tisini na mbili tunapatikana katika katika mtandao wa kasi. Na na, na kijijini okay, ninapotokea mm -hmm sababu mimi napotokea ni mpakani, yaani Morogoro ile Lindi, Morogoro Lindi, uh, Songea Ruvuma mkoa ile Morogoro. Uwezi amini yaani zizo naweza utani. Lakini mpaka kufikia mwaka juzi kulikuwa hakuna internet hakuna hmm. Yani, internet ukiwasha data io, mi nikiwa nikienda nyumbani sipatikani mtandao. Lakini sijaenda nyumbani tangu mwaka jana, lakini mama yangu sasa hivi hadi video call unampigia, mtandao uko 4G, alafu ananiambia sasa, kwa sababu na mnara huo uko kwa nyuma tu hapo yani, upo kwa nyuma, kwa hiyo, kwa sababu anapozungumzia hiyo sasa. Mfano Morogoro ni moja kati ya mkoa mkubwa, lakini watu wanakaa sehemu chache sana, sababu mm. eneo kubwa ni misitu, mito mm. si so, umenielewa kwa katika yale maeneo ya watu sasa hivi tandao napotokea wilaya ya Ulanga, na kama kuna mtu anatazama kutoka Ulanga atakubaliana mm. bwana, kwa ukweli sasa hivi internet ipo. Ulikuwa unategesha mm. simu hivi, unapanda juu ya mti hivi simu <laughs> <laughs> zimeelewa, lakini ah. 224 mtandao uh -huh. okay, kwa hivyo sasa naelewa na nafikiri mm. ni hatua kubwa ambayo serikali na wizara wameipiga wa me, wa wame, uh wame -huh. si kitu chepesi uh -huh. kwa jiografia ya Tanzania ilivyo, sababu kuna uh -huh. sehemu unaweza kupita msitu afu wa watu naenda kuakuta katikati ya msitu, lakini huduma atakiwa ifike kabisa, braza. Hapa wewe ni uh, mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Kuna mengi mbona, kwa naendelea kwenye mitandao, unakuta huyu kashtumiwa, hiki kimetokea, hiki una play part gani? Kwanza, kabla sijaenda kwenye hayo maswali yangu, kama mtaalamu ambayo wewe na usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, kwanza kwanza niseme mm-hmm, ukiangalia unapozungumzia sasa hivi ulimwengu wa sasa unapozungumzia swala la TEHAMA ama ICT ni vigumu sana kukimbia kwenye usalama mtandao, ndio. Mm -hmm. Kuna ule msemo unasema you can't speak ICT absent cyber security. Mm -hmm. Kwa hiyo hivi vitu vinakuwa kama vinaenda pamoja. Ukuaji wa teknolojia wa kasi, Mm -hmm. wa kasi unachagiza ukuaji wa uhalifu mtandao kwa kasi. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana ukimsikiliza pia mkurugenzi na wewe umesema vizuri hapo. Mm -hmm. miongoni mwa vitu ambavyo vitajadiliwa kwa kirefu sana ni masuala haya ya usalama mtandao. Mm -hmm. Kwa hiyo jinsi gani tupate mtandao ulio salama? Jinsi gani changamoto hizi za, za, za kihalifu mtandao tunaweza kuzikabili kama bara? Mm -hmm. Jinsi gani dunia na, na au bara kwa ujumla wake tunaweza ku, um, uh, kubaini na kuongeza mashirikiano juu mm. ya uh, teknolojia inavyokuwa na aina mpya za uhalifu mtandao zinazokuwa, kwa pamoja tuweze kuzikabili na kuzi, kuzitafutia suluhu ambayo itaweza kuwa ni ya kudumu mm. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo ndio, ndio, ndio vikubwa ambavyo nafikiri tutakuja kuvi jadili sana kwenye mkutano huu mm. Na ni moja ya, ya, ya, ya uh, upande ambapo tumekuwa tume, nafikiri kuna, kuna session nyingi sana za mambo ya usalama mitandao mm. na, na kiliundo kuliko session nyingine tofauti tofauti, okay. mm. Kwa hiyo na sisi kama ilivyo kawaida ni kwamba tunatamani, na hii katika ngazi zote ya bara na kidunia mm. tunatamani kwamba kila nchi iweze kuwa na uwezo wa kuvumilia changamoto za kihalifu mtandao ili watu wake waweze kuwa na mitandao salama mm. pasi na tashwishi yote. maana yake unapokuwa mm. na uhalifu mtandao kwenye taifa, maana yake watu wanaweza wakakosa huduma mm. moja lakini namba mbili inawezekana uh, masuala ya udukuzi mm. watu wakaweza kuingiliwa uh, faragha zao yeah. lakini vile vile unaweza ukakutana na vitu vya uh, upotevu wa fedha unaweza kukutana na masuala ya udhalilishaji cyberbullying mm. mm. unaweza kukutana na mambo mengi tofauti tofauti, kwa hiyo mm -hmm. tunajaribu kuangalia kwa kila namna kuhakikisha kwamba hizi changamoto zote zinazoletwa na, na ukuaji mkubwa wa teknolojia. Makata tuwezi kurudi nyuma, lazima tuende mbele. Teknolojia itaendelea mm. kutumia kwa kasi mm. basi tunakuja na uh, suluhu ya ukuaji mkubwa vile vile uhalifu vile mtandao ili tuweze kutumia mitandao hii katika hali iliyo nzuri watu kupitia mitandao lakini mwisho wa siku unaona watu wana tag tu nini nini, wanaishia hapo, lakini mwisho wa siku huwa tupate labda feedback, labda hii imeshughulikiwa hivi, labda kwa baadhi ya matukio, au pengine kama hilo nini, mnaliona na mmejipanga vipi kukabiliana na hizo ambazo zinatokea leo na kutoa ukadhalilishwa hivi mtandaoni, ukasemwa hivi, ukimeandikwa hiki pengine wakati mwingine mpaka viongozi wa kubwa nje. Nashukuru sana, swali zuri sana sana sana kimsingi ni kwamba, na mara zote hili nimekuwa nikilizungumza, hakuna mtu anaweza kuchukuliwa hatua mm. kama hakuna aliyeripoti mm. kufuatilia utaratibu mahususi wa kuripoti matukio haya mm -hmm. Nini namaanisha ni wewe sasa, sasa hivi mtu akakuibia simu yako, ukaenda dukani, ukanunua nyingine, ukaendelea kutumia mm. simu, hakuna jambo litakalotokea. Achana na mambo ya mm. kuibia simu labda, uh, mtu amemuumiza ame mtu ama akamjeruhi ama akamuua kabisa, alafu basi kanyamaza, mkaendelea mkamzika, mkaendelea na shughuli za kawaida. Will happen. Uh -huh. lakini ukitoka ukaenda kufungua mashtaka nafikiri mnaonaga, unapewa arabi uh -huh. unapewa mpelelezi wako unapewa nini katika ile hii hali ya kawaida, physical world hii. The same hicho hicho uh -huh. kinafanya kinatakiwa kifanyike mtandaoni. uh -huh. bahati mbaya kabisa watu wanakuwa na tabia wamekutana na majanga huko ya udhalilishaji ya utapeli ya kitu chochote kama ulivyosema wanaanza kutagi wakifikiri pale ndo washatoa wa taarifa. Kuna mawili, uweta yule aliyoona akaona lina interest akafungua mashtaka kama jamhuri, mm -hmm, ama akanyamaza akasema baki okay, lipite sababu huu sio utaratibu mahususi mm. kwa Kwahiyo wito wangu ambao natoa siku zote ni kwamba tuna changamoto ya reporting mm, of incident yaani matukio haya hayaripotiwi mara kwa mara. Kwa hiyo wito wangu siku zote nasema unapokutana na changamoto yoyote ya kihalifu mtandao mm, wewe mara moja katoe taarifa wenye kitengo mahusus kinachokabiliana mm. na, mm. na, na bahati nzuri imekihudumia. Ndio maana nasema kuna kitengo mahusus cha kukabiliana na changamoto za halifu mtandao nchini kinaitwa ukifika kwenye utaratibu, na bahati nzuri sio lazima uende kwenye kitengo husika, ukienda mm. polisi huwa mm. wanajua kwenda watakavkwnda kwenyeb mm. hili la wanawake hili uhalilishaji wa kijinsia wa kawaida hili, uh, la nini uh, watajua wenyewe watakavochana lukishafika polisi. Kwa hiyo wakishalipeleka kule, sasa uchunguzi unaanza maanake, na uchunguzi uliufanyike lazima, kuwa kuna kitu cha kwanza cha shtaka limefunguliwa. Yeah. cha pili, kuna ya kufuatilia changamoto cha tatu uchunguzi unaanza na mengine yanafuata, mpaka mwisho kule kesi inapelekwa mahakamani na mhusika anachukuliwa hatua hmm. Kwao nafikiri haya ndio masuala ya msingi sana yanayopelekea kwanza watu wanalalamika basi na kujua kwamba wao wenyewe wanakuwa wanachangia hmm. kuto kuripoti matukio haya, lakini swala la pili ni kwamba wengi wanakuwa hawajui kama ulivyosema, wapi waripoti, namna gani waripoti, vitu gani vya mm. kuripoti mm. e, utaratibu gani unatakiwa kupitia mm. Kwa hiyo hayo yote anachangia hata takwimu zetu zinakuwa labda wakati mwingine zinakuwa zinalegalega mm -hmm. Utasikia watu wanalalamika mambo mengi, lakini takwimu wanaona, mbona kama mnasema hivi mbona, lakini hali iko hivi, lakini kutana nyewe mm. hamripoti matukio hilo mm. ndo umezungumzia makosa ya kimtandao ama uhalifu wa kimtandao eh. Sasa hivi tunaelekea kwenye, kwenye uchaguzi, uchaguzi mkuu, moja kati ya nyakati ambazo ni muhimu kwa taifa lolote kwenda kutekeleza haki ya kidemokrasia. Kuna watu wanaita siasa chafu, wengine kuna wengine wanasema bana tunachafuana. Tutaanza kuona vitu vingi, kwa sababu siasa ina vitu vingi uh, katika hali ya kawaida, utayari wetu sasa upoje? pamoja na kwamba tuna hodhi mkutano mkubwa zaidi, utayari wetu upoje sasa, kama, kama, kama kitengo ama kama wizara, kama kuhakikisha kwamba makosa ya kimtandao haswa wanao, mara nyingi wanaoshambuliwa ni wale watu maarufu, wanasiasa, wana soka na watu kama hivyo, utayari wetu upoje? na elimu imefika kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna mwingine anasema ah, umaarufu jalala bana, lakini ndokashasemwa na anaumia na, na inamsumbua kama hajaripoti mtu, tunamsaidiaje sisi? Unaona hapa kashambuliwa, tuna uwezo wa kuingilia na kumsaidia, tunahamasisha watu waripoti. Hilo ni moja hmm. Lakini la pili eh, moja ya ajenda ambazo tunazungumza kwenye huu mkutano ni masuala ya kiliunde na ukichunguza ama ukifuatilia kwa karibu ni kwamba akiliunde imechagiza sana hicho ninachokizungumza. Sasa hivi kuna watu wanaenda kule kwenye kitu kinaitwa Grok, anamwambia mtu mvue nguo huyu, anavuliwa nguo. Ni makosa. Ni makosa ya kimsingi. Kwa hiyo kuna zile changamoto ziko nyingi nyingi ziko za za za na hiyo ambazo zinachagizwa na hiyo masuala ya akiliunde. Na kwa sababu hiyo ya msingi ni kuna kuna kuna kila sababu ya watu kujulishwa ama kufahamishwa kwamba swala la akili unde, Mm. na ambalo litajadiliwa kwa kina na nafikiri, kuna kuna uzinduzi wa, wa kitu muhimu sana tutafanya, eh, kwenye mkutano huu mm. kwamba uh, uta utayari wa nchi yetu kwenye masuala hayo ya akili unde kitafanyika, nafikiri siku ya pili kama sikosei, siku ya pili kuweza kujua utayari wa nchi ulivyo kama nini, na na bahati nzuri waliotusaidia kufanya hicho kitu ni, wa, ni wa watu wa UNESCO. Kwa hiyo wametuangalia mm. wametuchunguza, wameona tuna utayari kiasi gani kwenye masuala hayo ya artificial intelligence. Mm. Kwa hiyo tukifanikiwa uh, ku, ku, ku, kwenye mkutano huu ku address hili jambo na watu wakaweza kufatilia mm. wakaweza kujua kwamba kuna sasa hivi kuna masuala hayo ya AI, artificial intelligence, ama akili unde, ambayo inaweza ikachagiza sana machafuzi unayoona watu wanatengenezwa. Clipu amezungumza swala hili, anaenda kuambiwa amezungumza lile. Mwingine mm. amevuliwa nguo, mwingine anachezeshwa mziki, mwingine anaweza hata akafanyishwa kitu ambacho hakieleweki na mm. hayuko hausiki tukienda tukayafanyia kazi na tukachukua hatua stahiki, naamini kwamba elimu itaeleweka na watu wataanza kubadilika. mm. na sisi wenyewe tutaendelea kufanya kuna elimu ya sasa na halafu ambazo zinatolewa hapa na pale kwenye masuala ya awareness. Tukiendelea kuweka nguvu hapo, basi naamini watu wetu watakuwa na elimu ya kutosha na mambo yataenda kibadilika. ni mm. hayo, naomba univumilie dakika mbili, lakini Haris kapiga yuko hapa tayari kwa ajili ya chakula cha kihabari. Kabla tujaje kwako Haris, naomba mkurugenzi pamoja na bwana Yusuf mmalizie kwa kuambia watazamaji jikongamano ni lini, na ushiriki, pengine mtu ambaye anataka kushiriki vigezo vikoje? Karibuni. Asante uh, sana. Uh, kongamano letu linaanza tarehe 29 mpaka 31 mwezi wa tano, tano. Lakini tarehe 29 mm. ni sehemu maalum kwa ajili ya vijana na kuna kipindi cha wabunge mm. Lakini pia tunawahamasisha watu waje siku hiyo kwa ajili ya kujiandikisha mm. Wale ambao watataka kujiandikisha ndio ufunguzi wenyewe anafungua Mheshimiwa naibu waziri mkuu. mm -hmm. Atakapo pale atafungua saa. Baada ya kipindi akimaliza kufungua, kutakuwa na kipindi maalum cha mawaziri tunaomba, kuna mawaziri wa Afrika watakuepo. mm -hmm. Watajadili sasa masuala mbalimbali ya, ya uchumi wa kidijitali mm -hmm. Afu, baada hapo tutaendelea vipindi vingine kama alivyosema mwenzangu, kesho yake tutakuwa na vipindi vingine iki, ikiwa pamoja na cha kiliunde, jinsi sasa zetu tulivyojiandaa. Kuna masuala ya, ya, ya mashirikiano, watu wakienda kwenye website ya www uh, IGF dot Africa wanaweza mm -hmm. kuona ratiba nzima, lakini tarehe 30 watu wasikose na tarehe 31 mm -hmm. ni siku muhimu sana kwa ajili ya mkutano huu. okay, itakuwa ni wapi mahali? Itakuwa ni kituo chetu cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere Convention Center pale JNICC, hapa Dar es Salaam. Ni kuanzia asubuhi saa mbili watu kufika, kuji, kujiandikisha nani, lakini ufunguzi utaanza saa mm -hmm. saa 4 kamili na ni kwa wote wote waliojisajili, mm, na ambaye hajapata nafasi ya kujisajili anaweza kafika siku ya Ijumaa mm, akaangalia, maana sio wote waliojisajili watakuja. Kwa hiyo inawezekana kuwa kuna plus na minus, kwa hiyo mtu wake mwingine akaja akajisajili akapata nafasi. Bwana Yusuf, cha kujazia hapo sekunde chache, cha kujazia sekunde chache, ni kwamba huu mkutano ni muhimu sana mm, kwa bara mm, ni mkutano ambao ni kwa mara ya kwanza tumeweza kuhost kama nchi mm, na tutakuwa na mijadala mingi ambayo kwa sasa ndio tunaita trending

Mi, mitatu ambayo nataka kuitaja kwa haraka, tutakuwa na mjadala huo usalama mitandao, tutakuwa na mjadala huo wa akili unde na artificial intelligence, lakini vile vile tutakuwa na mjadala mahususi wa jinsi gani tutaimarisha mashirikiano kama Afrika mm, tutoke na sauti moja kwenye masuala mbalimbali mm -hmm. ili tuweze kupiga hatua kama bara mm, katika masuala haya ya teknolojia shukrani sana. tumekuwa na mkurugenzi wa miundombinu ya Tehama Mr. Leo Magomba, lakini pia tumekuwa na bwana Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, na hii ni kuelekea mkutano mkubwa ambao tutahosti hapa Tanzania wa IGF utakaofanyika JNICC tarehe 29, 30 na